Ah, karibu sana KingoFarm, mpenzi mtazamaji ambaye unatazama hii video, kama ambavyo tunajua kwamba maisha ya shamba la kuku aa uh, ufugaji wa kuku changamoto huwa hazipungui. Mtu yeyote yule anakutana na changamoto nyingi sana, na sisi King of Farm hapa tupo kwa ajili ya kukupunguzia baadhi ya changamoto. Yawezekana uh, zinatokea shambani kwako, unashindwa kupata suluhisho mapema au unakosa kabisa namna ya kuweza kuwahudumia kuku wako. Basi uh, King of Farm ni channel pekee ambayo inakupatia vitu ambavyo vina uhakika kabisa, ni vitu ambavyo tumevifanya shambani vimeleta matokeo. Kwa hiyo moja kwa moja kwa na kwako wewe, dawa ambayo tunaelekeza hapa, nenda kaitumie bila wasiwasi wasi. kama ambavyo tunatoa maelezo itakwenda kufanya kazi vizuri sana. Wapo wafugaji ambao huwa wanajiuliza kwamba, uh, utakuta mtu anakupigia simu anauliza tu kwamba ni kweli hiyo dawa inafanya kazi? Dawa zote ambazo tunaelekeza hapa ni kwamba tumezitumia. Sasa leo nakuja na changamoto kwa kuku wadogo kama hawa ambao unaona hapa, changamoto ya kudonoana Kuku wengi wakiwa na huu umri, mara nyingi sana unakuta wanadonoana. Kama kuna vitu utakosea, basi hiyo inakuwa ni kawaida. Sasa kama hujui e, tiba yake sahihi au ufanye kitu gani ili waache kudonoana, yawezekana hili e, tatizo likakugharimu sana, yaani wakafa kuku wengi sana kwa mtindo wa kudonoana. Kwanza kabisa tuangalie nini kinasababisha Aa, kitu cha kwanza kabisa ni ukosefu au upungufu wa madini. Aa, hasa kwenye chakula na mara nyingi sana hiki kitu huwa kinatokea pale ambapo Uh, unakuta kwa mfano ulikuwa unatumia chakula fulani ukaja ukabadilisha ukatumia chakula kingine uh, unakuta kuku wanaanza kudonoana hasa vifaranga wa umri kati ya wiki mbili hadi mwezi mmoja, hadi wiki nne, muda mwingine wanasogea hadi miezi miwili, huwa wanakuwa na tabia hiyo ukibadilisha chakula. Sasa pale ni kwa nini uh, kuku wame, wameanza kudonoana ni kwamba eh, kama kuku wako utakuwa unatumia E, chakula ambacho kimechanganywa na damu . Tunajua kwamba kanuni za vyakula kuna wengine wanatengeneza vyakula ambavyo wanachanganya na damu na ukaja kutumia chakula ambacho hakijachanganywa na damu. A, wale kuku lazima tu wataanza kudonoana na e, jambo jingine yawezekana ni upungufu wa madini ya kalsiamu. Kama kuku wamekosa haya madini, e, wanaanza kudonoana kwa kasi sana. Sasa Uh, suluhisho tunalo. Na kuku kundi jingine la kuku ambao huwa wanadonoana sana ni kuku wa mayai wale layers pure kabisa, wale kuku huwa wanadonoana sana ndio maana unaweza uh, ukaona wafugaji wengi huwa wanawakata midomo ili wasidonoane. Na kwa nini eh, kuku wa mayai huwa wanadonoana sana uh, kwa sababu kuku wa mayai wanahitaji kiwango cha kasham kwa kiasi kikubwa sana, yaani wanahitaji kiwango cha kasham kwa kiasi kikubwa kutokana na kwamba wanataga na mayai, ili kuweza kutengeneza lile ganda la nje huwa linahitaji kasham kwa wingi sana. Kwa hiyo kama unawapa chakula ambacho kina kasham ya kawaida, matokeo yake ni kwamba inakuwa inapungua sana, na hivyo kuwafanya uh, kuku, kuku waanze kudonoana na kuna muda ambao hawa kuku pale ambapo kuku anataga yai e, kama wezake wataona ule utumbo anapokuwa anatoa yai, wakaona ule utumbo ule ambao unakuwa una yani ni, ni utumbo wa ndani unakuwa kidogo unatoka nje ili kuweza kusukuma lile yai liweze kutoka, kama wataona, basi wanaudonoa ule, na wakiudonoa ule, matokeo yake unashindwa kurudi ndani na wanaendelea kuudonoa ule utumbo. Aa, sasa Uh, matokeo yake ni kwamba yule kuku anamuumiza hii ili eneo la nyuma, yani unaweza ukahisi labda alipasuka wakati anataga, kumbe amedonolewa na kuku wenzake. Hilo zoezi linaweza likafanyika hata kama umewakata kuku wako mdomo. Uh, sasa kwenye hii video pia nitaongelea kwenye huo upande uh, utamtibu vipi kuku ambaye amedonolewa eneo lake ambalo alikuwa anatagia, eh, alikuwa anatolea ana, ana, ana yai, kuku wenzake wamemdonoa na ameshindwa kurudisha ndani Ule utumbo, ule utumbo upo nje uh, utamtibu vipi huyo kuku apone ili arudi kwenye hali yake ya kawaida. Vilevile pia nitawagusia eh, shida nyingine ambayo inafanana na yake, tiba ya hapo ni sawa kabisa na shida nyingine ambayo kuku mara nyingi huwa wanataga wanapasuka, yani kwamba yai wanalotaga kubwa, wanapasuka kwamba yai linakuwa ni ni kubwa, na ni tiba ni hiyo hiyo. Kwa hiyo nita nitaenda nitagusa hadi hilo eneo A, lakini pia nawakumbusha KingoFarm tunavyo hivi vitabu A, kwa mfano hiki kitabu cha safari ya ufugaji kina kanuni bora sana ya kutengeneza chakula, kiasi kwamba uwezi ukaona kuku wako wanadonoana. Unajua, kitabu cha safari ya ufugaji na kitabu cha ufugaji wa broiler Uh, na kitabu cha ufugaji wa eh, ufugaji bora wa kuku wa kienyeji eh, ni miongozo hii ni, ni kama vile miongozo uh, kwa mfano safari ya ufugaji ni miongozo wa kuku chotara. Eh, lakini pia kina kanuni za kuku wa mayai wa, lakini pia ufugaji wa broiler, ni mwongozo wa kuku wa broiler, jinsi ya kuwafuga kina kanuni ya kuwatengenezea chakula, yani ufugeje, wape kitu eh, wa wa za kitu gani kabisa za kuwafuga kuku eh, kwa kutumia vitu vya asili kabisa, tiba za eh, tiba kinga za asili tumle ndani, unajua tumeandika dichanjo za asili. E, haina haja ya kwenda kutumia chanjo za dukani, unatumia chanjo za asili. Tumegusa vitu vingi sana kwa kuku wa kienyeji ambavyo hujawahi kuviona sehemu yoyote ile. Lakini pia tunacho kitabu cha tiba za asili hiki, kina tiba za magonjwa yote ambayo wewe Soft copy e, yani tunakurushia WhatsApp au kwenye email, tutafute kwenye hiyo namba ili uweze kujipatia hivi vitabu e, unaweza kutafuta WhatsApp au ukatupigia simu kwa ajili ya kuhudumiwa hivi vitabu uh, lakini pia tunalo kundi la mafuzo sambamba na hivi vitabu. Tunalo kundi la mafuzo ambalo ni la WhatsApp. Utajifunza vitu vingi sana vinavyohusiana na ufugaji wa kuku. Kwenye hili kundi, tunaelekeza namna ambavyo sisi tunawafuga kuku wetu hapa shambani kwetu, tunawapa nini, tunawapokeeje, wanakuweje, jinsi ambavyo tunatumia hizi tiba za asili lakini pia hata kama una changamoto utakuwa na uwezo wa kutupigia na kutuambia changamoto yako ni ipi, na sisi tutakupa suluhisho la hiyo changamoto yako. Kama unapokea vifaranga, tutakupa hatua namna ambavyo unaweza ukapokea vifaranga. E, kujiunga na kundi letu ni shilingi elfu nane. Pia kwa kupitia e, hiyo namba unaweza kututafuta WhatsApp ili uweze Uh, wafanya kuku wako wasiweze kudonoana. Kwanza kabisa inatakiwa uwe makini sana. Kama utaona kuku mmoja ameshadonolewa, uh, unapaswa kuangalia kuku karibia wote, e, kama kuna kuku hata kama amedonolewa kidogo sana, jambo la msingi ambalo unatakiwa ulifanya hapo, inatakiwa kumuondoa, kumtenganisha na wenzake ambao wanamdonoa, e, uwatenganishe waweke banda tofauti. Na kitu kingine ni kwamba kuku huenda wanadonoana sababu wapo wengi sana kwenye banda. Kwa hiyo kama unaona kuku wamezidi kwenye banda, basi ongeza banda au watenganishe. E, kwa hiyo haiwezi kawa lazima labda ukosefu wakasha mwenye nini, muda mwingine wanadonoana wakiwa wengi sana, utakuta wana wanadonoana na kitu kingine ni vidonda wezekana, labda eh, kuku kwenye banda lako wanajikata na bati au wanajikata na misumali. Kuna sehemu unakuta wanapiga banda misumali, ile kuku wanaweza wakajichana. Kwa hiyo kuku akishaona wa kidonda, wanaendeleza kukidonoa kile kidonda. Kwa hiyo muhimu sana ukawatenganisha wale kuku ambao wamedonolewa, alafu kisha ukawazishia tiba ya eh, mkaa huu mkaa wa kawaida huu ambao tunatumia kwenye majiko kwa ajili ya kupata moto. Sasa uchukue ule mkaa utwange vizuri kabisa uwe katika unga, kisha utachanganyia kwenye chakula. Utaweka kwenye chakula e, chakula kilo kumi utaweka kikombe cha robo, utaweka kikombe cha robo, unachanganya kwenye chakula, unawapatia kila unapowapatia chakula, unawawekea na huo mkaa mfululizo wa siku tatu hadi siku tano, utakuta kabisa wameacha kudonoana. Na usiwarudishe wale kuku kwenye hilo banda kama hawajapona vile vidonda, subilia wapone vizuri kabisa hivyo vidonda, kisha uwarudishe kwenye hilo banda, lakini na wale ulikowaweka hiyo tiba utakuwa unawapatia vizuri kabisa. Sasa kwa kuku ambao labda wamedonoana, e, wale wa kutaga na utumbo umetoka nje, kitu ambacho utakifanya utatumia kidonge cha amoxicillin hiki, yeah, ambacho unakiona hapa. Uh, ule unga wake utachukua, utanyunyiza kwenye kile kidonda. Hakikisha umenawa vizuri kabisa mikono na kama ule utumbo ulitoka nje labda ulichafuka, na yawezekana labda ulichafuka na mvumbi, basi hakikisha unauosha vizuri, ndipo uweke hiyo dawa. Na unaweza ukatumia pia haya mashona nguo eh, kama tiba ya asili eh, kama unayo haya mashona nguo, unayakamua vizuri kabisa, ukiyakamua eh, kisha unadondoshea Ule, ule, ule mchuzi ule wa kijani kwenye kile kidonda kile. Hata hawa kuku ambao wanakuwa kama wamedonolewa, basi unafanya hivyo, una, unadondoshea ule mchuzi ukidondoshea. E, kama ni utumbo umetoka nje, basi unaurudisha ndani, unaweza kuurudisha ndani. Hakikisha unapourudisha ndani utumii mkono kama mkono hivi, unaweza ukatumia gloves kama una gloves. Basi kuna tule tulambo fulani hivi tulaini tu, tu hivi waga wanapendaga sana ku, ku, kufungia ukienda dukani e, unakilowanisha kwenye maji kisha unarudisha una, una ndani kwa kutumia vidole ule utumbo. Na yule kuku ukimtenga atapona vizuri kabisa, na ataendelea na utagaji. Hakikisha e, kitu kikubwa unakuwa karibu sana na kuku wako pale ambapo wanaanza kudonoana, kwa sababu ukiwa mbali unaweza kumkuta kuku tayari yupo kwenye hali mbaya na ukashindwa kumwokoa. Asanteni na kwa elini. Kama una shida ya kujiunga na kundi au unahitaji kitabu, basi tupigie kwenye hiyo namba au tutafute WhatsApp.